Kwa nini utakiwi kutumia soda? Kwanza huwa ina asili mifupa. Ni kivipi asili mifupa? Kwa sababu soda ina phosphorus ambayo inaondoa calcium. Calcium ni besti kwenye upande wa mifupa. Lakini namba mbili huongeza uzito, huongezeka uzito na kitambi. Kwa nini? Kwa sababu uwepo wa sukari na carbonation ambayo huchangia kuongezeka kwa, kwa mafuta a, tumboni. Lakini pia huongeza asidi tumboni. Ni kwa nini? Kwa sababu hiyo e, soda ina asidi yenyewe ambayo inazuru ina, ina, ina, ina kwa ile changamoto ya acid reflux na vidonda vya tumbo. Ina kafeini nyingi sana kwa baadhi ya soda ambayo mara nyingi ua wa, wa inaondoa wale bakteria wazuri na kuacha bakteria wabaya. Inaongeza hatari ya magonjwa ya figo, kwa matumizi ya soda na sukari wasili afya ya figo, inasababisha ah, mara nyingi tunasema unapokuwa unatumia soda, pia huwa inaongeza hatari ya magonjwa ya moyo. Ndio maana tumekuwa tukiwashauri una changamoto ya presha, epuka ah, sukari, lakini pia hatari ya kisukari yenyewe, kwa sababu inakuwepo na sukari nyingi sana ndani yake, huongeza kiwango cha sukari, na mwisho wa inaharibu meno, inasababisha meno kuoza. Tuambie hapo ni madhara yapi ambayo wewe umeshayapata kwa kuendelea kutumia soda? Kama una changamoto ya kiafya, wasiana na daktari Jimmy kupata msaada zaidi.